Rudia na hiyo ndio lengo la kukutana kwetu leo kwa sababu ni risala baada ya misala, waala utambulizi, kunaye mafanikio ambayo jumuiya yetu iko nayo, changamoto, na maombi na mapendekezo. Aya, shukrani. Mafanikio tulio nayo, kimsingi tunajitahidi. Hatuwezi tumeeta moja kwa moja mafanikio, lakini tunajitahidi kama jumuia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kwa kwanza, hata leo kiti ambacho tumekifanya ni katika kupambana huko kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tume tuliandaa ile tukio kwa muda mrefu kiasi, lengo likiwa ni kama ambavyo nimekwisha kuzungumza, tukutane pamoja tutengeneze kwa utaratibu wa mkutano na hapa, labda niende kidogo inatoka uh, challenge kuhusiana na jina letu kama ambavyo lina- linatamkika symposium kuu rudeni Hii sherehe hilo jina lina maneno matano. Maneno matano kutokea huko kwa kimsingi, kama ningekuwa ni challenge. Ilibidi hilo nalo liwepo. Msambuo yuko tayari bado. Asante. Then ni Kiingereza. Simposia ni Kigiriki. Huu ni Kiswahili. Rudeni iliyoandikwa pale ni Kirusi, na ile moja ya mwisho ambayo ni ya kwanza au the first kwa Kiingereza, pia ni kwa Kirusi, ni Kiitaliano na Kilatini. Kwa hivyo ni neno ambalo linaunganikwa lugha tano, na kila neno lililoko pale lina maana ambayo maana hiyo ilitengenezwa maalumu kabisa yetu sisi, ikiwa ni mwendelezo wa kitu ambacho nimekisha kusema mwanzoni, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tumeita ya kwanza kwa sababu tunaamini kwamba tumeanza na hivyo tutaendelea, maana yake